Wezekana wapo. Kwa wasionifahamu, kwa, kwa majina naitwa Fatuma Shija ndio diwani wenu wa kata ya Kiburugwa, diwani mwanamke. Jimbo zima la Temeke la Mbagala, diwani ni mwanamke niko peke yangu na kaka zangu tisa madiwani wanaume. Wanawake tunaweza, wanawake, tunaweza? Hey, basi kama wanawake tunaweza Chaguzi zinakuja, anayejipima anaona anatosha, anaweza akasema Mashija ikuishiisha kidogo na mimi na kuja, akiona Mama Shija anatakiwa aendelee, basi ni kwamba nieni, nirudi haya tuliyoyaanza, tukayamalizia. Tuko pamoja. Baada ya kusema, nawashukuru sana wamama, lakini ni waombe, mabadiliko ya tabia nchi yameleta joto kali sana. Yani joto ambalo unaweza ukakaa ukashangaa unafanya sio. <coughs> hali mmeanza kuiona ile yani. joto linakufanya maji mwilini yanapungua, kwa sababu jasho linatoka kwa wingi, lakini kuna hali ya kutokubanwa pumzi. Kwa hiyo tujitahidi sana kutafuta sehemu zenye hewa, lakini pia tujitahidi kunywa maji mengi. Tuwachunge pia na watoto, maana hali kama hii matokeo yake inaweza kanza kuleta maradhi ya maambukizi umeelewana. Kwa hiyo tuwe na makini kwenye afya zetu, hakuna maisha bila afya, si ndio? Wewe na maroba mbe ndani ya hela unayalalia, kama afya yako mbovu, una faida? Lakini ndani una tamia, ujue asubuhi utaamkaje, afya yako nzima, si utatoka, uta, uta utakwenda kupambana. Baada ya kusema, niwashukuru sana mfawidhi, kuombe radhi makupotezea muda, na mama aliyoko pembeni na manesi wangu pale.